Tunapoanza safari yetu ya hekima leo, tunafika sasa kwenye kitabu cha mwisho kati ya vitabu vitano katika kitabu cha Zaburi ambacho awali kiliorodheshwa na Ezra kuhani. Sasa sehemu hii ya mwisho hapa katika Zaburi inajumuisha kile tunachoweza kuita nyimbo za waumini wengi wao. E, wangeimbwa wangeimbwa e, wakati wa sherehe za Kiyahudi kwa kweli. Baadhi yao bado wanaimbwa hadi leo. Sasa, katika sehemu ya mwisho ya Zaburi, jina la agano la Mungu Yehova au Yahwe linatumika mara 236. Tafsiri yako ya Kiingereza mara nyingi itatafsiri jina hilo kama Bwana na itaandika kwa herufi kubwa zote. Hili ni jina linalosisitiza ahadi ya kibinafsi ya Bwana kwa ahadi zake za agano kwa Israeli. Hili ndilo tunaloliita jina la kibinafsi la Mungu. Sasa Zaburi mia moja na saba inafungua kitabu cha tano, itafuata muundo unaojirudia e, mara kadhaa. Kwanza utakuwa na e eh, aina fulani ya shida. Kwa kweli, mstari wa nne unasema wengine walipotea katika jangwa, hawakupata njia ya kwenda mji wa kukaa, wenye njaa na kiu, nafsi yao ilizimia ndani yao kwa maneno mengine, hii ndiyo shida wanayokabiliana nayo. Hawana makazi na na wana njaa, lakini kisha zaburi inaendelea hapa kwa kilio cha msaada. Mstari wa sita unasema walilia kwa Bwana katika shida yao. Hivyo una una shida una kilio cha msaada n na, na sasa wataenda kupata faraja ya Bwana hapa tena katika mstari wa sita, walilia kwa Bwana katika shida yao na yeye akawaokoa kutoka katika dhiki yao. Sasa baada ya ukombozi wa Bwana kuna kipengele hiki cha nne katika mpangilio, na tunaweza kukiita ungamo. Anaandika hapa katika mstari wanane, wa nane: wamshukuru Bwana kwa upendo wake wa milele, kwa kazi zake za ajabu kwa watoto wa wanadamu. Hivyo ndivyo mpangilio ulivyo: una shida Uw. una kilio cha msaada, una faraja kutoka kwa Bwana, na hiyo inafuatiwa na ungamo la shukrani. Sasa mpangilio huu unarudiwa katika muktadha tofauti kupitia zaburi hii maalum. Uh, kwanza kabisa na wale ambao wamefungwa kimakosa, utaona mpangilio huu ukirudiwa, uh kutoka kwa moyo wa wenye dhambi wapumbavu ambao wanakuja kwenye fahamu zao, na na pia na wale ambao wanakabiliwa na hali hatari nje ya uwezo wao. Na hapa kuna kile tunachoweza kuita matumizi yasiyo na wakati kwa ajili yetu leo. Haijalishi shida yako inaweza kuwa nini Mlilie Bwana kuhusu hiyo, usijizuye. Leta maelezo yote wazi, mwambie yote kuhusu shida yako, kisha umtumaini. Mwamini yeye, na naujue kwamba ana mpango wa kukuvusha na kukupeleka upande mwingine. Sasa Zaburi mia moja na nane hapa u uh, ina mabadiliko ya kuvutia kidogo kwa mpangilio huu. Daudi u uh, anarudia mistari mitano ya mwisho. Hapa anachukua kutoka Zaburi 57 anapoanza Zaburi mia moja na nane kisha anatumia mistari sita ya mwisho ya Zaburi sitini kumaliza Zaburi mia moja na nane Kwa hivyo, Daudi kimsingi anarudia maneno ambayo tayari ameandika na tayari amekuwa akiimba. Sasa tumeshughulikia zaburi hizi mapema katika safari yetu ya hekima, lakini nataka angalau u Kutoa hoja hapa kwamba kwa kufanya hivi, unajua Daudi anasema nini? Kimsingi anasema hivi: kweli ya neno la Mungu haipiti wakati. Nilichoimba hapo awali, unajua nini, bado ni kweli hadi leo. Na napenda hilo, kwa sababu nguvu na umuhimu wa maandiko haupotei kwa muda, haikawii. Eh, hauhitaji kuutoa unajua, kutoka kwenye rafu maandiko yote yamevuviwa na Mungu, 2 Timotheo saa tatu na madakika 16. Na kwa hivyo kanuni inayotufundisha ni hii: neno la Mungu halipiti wakati, ni la milele. Sasa hapa katika Zaburi mia moja na tisa, sauti inabadilika mara moja. Mtunzi bado ni mfalme Daudi, hii inaonekana amekasirika sana Anaonekana kuwa na hasira eh, amechoshwa. Anaandika hapa katika mstari wa kwanza: Usinyamaze, e eh, Mungu wa sifa zangu, kwa maana midomo ya uovu na udanganyifu imefunguliwa dhidi yangu, ikinena dhidi yangu kwa ndimi za uongo. Naam, inaonekana kuna mtu anashambulia sifa ya Daudi. Kwa kweli, katika mistari ya sita hadi kumi na tisa kuna kiwakilishi cha umoja yeye au yeye na kinatumika mara thelathini na mbili tofauti. Kwa hivyo kuna yeye, kuna mtu huko nje, mtu ambaye anamsababishia daudi e eh, matatizo mengi. Sasa katika mistari hii yote e eh, Daudi anaita hukumu dhidi ya mtu huyu. Hii ndiyo tunayoita moja ya zaburi za laana. Tumejadili hilo katika masomo yaliyopita. e eh, Daudi anachukua msimamo sawa dhidi ya waovu kama vile Bwana mwenyewe anavyofanya. Kwa hivyo Daudi si lazima awe na kisasi, amevunjika moyo, amekasirika, amejeruhiwa, lakini anawakilisha sheria ya Mungu kibinafsi. Anachotaka hapa ni ni heshima ya sifa ya Mungu ni kuambia. Wapendwa, zaburi hii inafundisha tena kanuni nyingine isiyopitwa na wakati eh ni, ni ukweli kwamba waumini wanaoshtakiwa kimakosa eh, lazima waweke kesi yao kwa Mungu kama unakumbana sasa na shtaka la uongo basi, hiki ndicho unachopaswa kufanya. Weka sifa yako kwa Bwana. Kisasi kujaribu kujitetea mwenyewe ni kuambie, hiyo ni ya Bwana wewe tu, acha mikononi mwa Bwana na endelea kufanya jambo sahihi. Sasa kwa hayo tunafika kwenye zaburi 110 na, na hiyo itatajwa au kuashiriwa eh, mara 25 katika Agano Jipya, zaidi ya zaburi nyingine yoyote kwa kweli. Mrekebishaji Martin Luther anaelezea Zaburi mia moja na kumi kama zaburi kuu ya Bwana wetu mpendwa Yesu Kristo. Kwa nini kweli? Kwa sababu inamsherehekea Yesu kama Mfalme, Kuhani Mkuu na Mshindi. Aya ya kwanza inaanza hapa. Bwana Yehova, yaani, anasema kwa bwana wangu, Adonai ni neno linalotumika, keti mkono wangu wa kuume mpaka nitakapowafanya adui zako kuwa kiti cha miguu yako. Sasa elewa hili, Bwana anazungumza na Bwana. Kwa maneno mengine, unacho hapa ni maandiko makuu ya ya Mungu wa Utatu. Unaye Mungu Baba akizungumza na Mungu Mwana. Vema, tunajuaje hilo? Vema, kwa sababu miaka elfu moja baadaye Yesu atakariri aya hii na kutangaza kwa viongozi wa kidini pale katika Mathayo sura ya 22 kwamba yeye ndiye Bwana anayetajwa katika Zaburi mia moja na kumi. Yeye ndiye atakaye keti mkono wa kuume wa Mungu Baba, na unaweza kuelewa kwa nini Yesu alisababisha msisimko na aina hiyo ya matumizi kwa nafsi yake. Je, viongozi wa kidini walielewa kwamba Yesu alikuwa anachukua zaburi hii hapa akidai kuwa ni yeye, akidai kuwa Mungu mwana? un ni bora uamini. Walielewa kwa kweli. Katika Yohana sura ya kumi aya ya thelathini na tatu Yesu anawauliza viongozi wa kidini unajua kwa nini mnataka kunipiga mawe hadi kufa nao wanajibu sio kwa kazi njema tunataka kukupiga mawe bali kwa kukufuru kwa sababu wewe ukiwa mwanadamu unajifanya Mungu. Loho wameipata. Kwa kweli sehemu iliyobaki ya zaburi hii inamhusu Yesu. Aya ya pili inasema kwamba atatawala, atakuwa na fimbo ya kifalme atakayopokea, atatawala kutoka Sayuni, yani kutoka Yerusalemu katika ufalme wake ujao. Aya ya tatu inasema hapa kwamba watu watajitoa wahiari siku hiyo, siku ya nguvu zake. Kwa maneno mengine Yesu atakapokuja kuanzisha kiti chake cha enzi, wale wanaomwamini watamwabudu kweli. Hakuna shaka kuhusu hilo. Daudi anatangaza kwamba Yesu mwokozi wetu ni mfalme sasa. Pili, katika aya ya nne tunamwona Yesu kama kuhani mkuu. Bwana yaani Yehova ameapa na hatabadilisha nia yake, wewe Adonai tena rejeleo lingine kwa Yesu, wewe ni kuhani milele kwa mfano wa Melkizedeki. Haya, rejeleo hili linaturudisha nyuma hadi Mwanzo 14, ambapo Melkizedeki anaonekana kama mfalme na kuhani uko Salemu. Huo ndio mji utakaokuwa Yerusalemu. Salemu inatokana na Shalom, ikimaanisha amani. Hivyo Jerushalemu au Yerusalemu ni mji wa amani. Masihi ajaye atakuwa kwa mfano wa Melkizedeki, yaani aina aina hiyo ya kiongozi, aina hiyo ya ya kiongozi kiongozi kama Melkizedeki. Yesu atakuwa mfalme na kuhani atakayetawala siku moja huko Yerusalemu, lakini bila shaka kwa njia kubwa zaidi na ya utukufu. Kwa kweli kulingana na Waibrania sura ya tano na aya ya kumi. Mungu amemtewa Bwana kama kuhani wetu mkuu. Kwa maneno mengine yeye anatuwakilisha kwa Mungu Baba na anamwakilisha Mungu Baba kwetu. Yeye ndiye kama inavyosema Timotheo wa kwanza sura ya pili aya ya tano mpatanishi pekee kati ya Mungu na wanadamu. Kwa njia, ndiyo maana hatuombi leo kwa makuhani wengine. Hatuombi leo kwa watakatifu. Hatuombi kwa Maria. Tunaomba kwa na kupitia mpatanishi pekee, mpatanishi wetu mmoja, Bwana Yesu, Mungu Mwana, ambaye ni kuhani wetu mkuu wa milele. Aya ya tano inamzungumzia kama mshindi. Daudi anaandika, Bwana atavunja wafalme siku ya ghadhabu yake, atatekeleza hukumu miongoni mwa mataifa, atavunja wakuu juu ya dunia pana. Kwa hivyo elewa hili hapa katika zaburi hii iliyoandikwa miaka elfu moja kabla ya Bwana Yesu kufika, kabla ya Mungu Mwana kuchukua mwili, Daudi tayari anabashiri ushindi wake wa mwisho na ufalme wake wa utukufu unaokuja. Kwa hivyo tunaweza kusherehekea leo kwamba Yesu ni Adonai, yaani Bwana wetu wa Kimungu. Yeye ni kuhani wetu mkuu wa milele, na pia ni mfalme wetu mshindi anayekuja hivi karibuni. Kweli, kwa hayo, muda wetu umeisha.